Zile nyumba zilizowekewa x ya kijani usibomoe. Nyumba yako ya x ya kijani, hutakiwi kubomoa. Siku utakapobomoa, lazima umepewa hela. Nataka mwaelimishe Watanzania wote, ukikuta una nyumba yako au ukuta wako umewekwa alama ya x, lakini ya kijani na kijani wote mnaifahamu bendera yetu ni ya kijani, ya serikali. Ukijani upo, bendera ya CCM ni ya kijani. Kwa hiyo ambao hawajui kuangalia rangi ya kijani wakaingalie tu, hata nguo za kijani za CCM. Ukikuta X ni ya kijani, maana yake wewe huna kosa, ila hutakiwi kujenga kwenye eneo hilo nyumba nyingine. Ukijenga nyumba nyingine utakuwa umefanya kosa, kwa sababu sheria tayari imeshapitishwa tangu mwaka elfu mbili na saba. Lakini kama nyumba yako imekuwepo imewekewa eksi, maana yake barabara ikitaka kuja huko lazima wakupe mchuzi, tena mchuzi wa kutosha. Usibomoe nyumba yako na rangi ya kijani kabla hujalipwa cheki yako. Hii ndio uzuri wa serikali inayoongoza inafuata sheria lakini ukiwa na exi nyekundu ile bomoa haraka. Siku wakibomoa wao, utawalipa gharama ya kubomoa. Huo ndio ukweli, na mimi lazima niwaeleze ukweli. Sasa nimetoka Kidatu, nimeona nyumba nyingi zina exi ya kijani. Usiwe na wasiwasi, ndugu zangu, kaa na nyumba yako starehe na exi yako ya kijani, yache pale pale. Ila sasa, msiende mkakuta zenye ekisi nyekundu mnapaka rangi ya kijani, kwa sababu watajua. Lakini nataka niwaeleze ndugu zangu, msiwe na wasiwasi. Serikali hii iko kwa ajili ya wananchi. Mpaka sasa hivi tumeshalipa fidia zaidi ya milioni mia tano kwa wale ambao walikuwa na ekisi za kijani na barabara imewakuta. Jamani ufafanuzi huo hamjanielewa tu. Mangura hoye! Ifakara hoye! Naomba basi sasa mniruhusu ndugu zangu niendelee na kungine huko. Mnataka niendelee tu hapa hapa? Wangapi wanataka niendelee tu kuongea? <laughs> Ninawashukuru sana, Mungu awabariki sana sana sana. Nitakuja tena mengine kuzungumza, lakini ninawashukuru sana. Kuna shule ya sekondari hapa. Inaitwa shule gani? Mangura sekondari? Kuna mwalimu hapa wa sekondari? Kuna wanafunzi wa sekondari hapa Mangura? Mna shida gani? Hebu mnieleze, wanafunzi wa Mangura, aeleze shida. Aya, njoo hapa kijana. Simama hapa, taja jina lako, ueleze shida za shule yako. Kwa majina naitwa Nindoko Osmani Msangi. Vyo sisi hatuna. Ina mpaka form form hadi form 4. Na wewe uko form gani, kijana Msangi? Form 1. Uko form 1. Ndio. Haya umewasamea. Mimi nawashukuru lakini, niwaombe ndugu zangu, kweli jamani, wazazi hawa wote mlioko hapa. Kaa tu, Msangi, wala wewe hujakosea. We Msangi, njoo hapa bana, mwanangu. Wazee wote wa hapa, jamani, tumeshindwa kujenga vyoo kwa watoto wetu. Basi ninawaomba wazazi, nao ninyi mjikakamue kidogo, lakini na mimi goja nichangie basi na mimi nachangia shilingi milioni mbili. Aya, ngoja niongeze kabisa milioni tatu. Ndio hapa, Msangi, kuna askari yoyote hapa? Kuna askari wa hapa? Aya, kopolo simama hapa na anazipokea huyu Msangi shilingi milioni tatu kwa ajili ya shule yao, lakini wasije wakamvamia Msangi, zikatunzwe vizuri kwa ajili ya manufaa. Ndio haya, hizi hapa shilingi milioni tatu zikatumike kwa ajili ya choo cha shule ya Mangora, na mimi siku moja nitakuja ni cheki nivione hivyo vyoo haya. Nyama zi kintu kintu ni mshombe aya, asante. Na Mangura oye, aya, Mungu awajalie. Nashukuru sana kwa mapokezi, nitakuja tena hapa siku ya ufunguzi.